Naye gavana wa kaunti ya Narok, Kiprono ko, Koech, amewataka wakazi wa eneo la Transmara kusitisha mapigano na kusalimisha silaha haramu kabla ya tarehe moja mwaka ujao. Aidha ametoa wito. Ametoa wito huo wakati wa maziko ya John Mibei, dereva aliyepigwa risasi na majambazi Angata Barikoi. Naibu gavana huyo amewaomba ama ameiomba jamii ama ameomba jamii za mpakani kuishi kwa amani, akidokeza kuwa serikali ya kaunti ya Narok imebuni kamati ya watu 120 kutoka kwa kila jamii zina jamii zinazopigana ili kusaka suluhu la amani eneo hilo. All the time, tulijaribu ile yote tuli, tuliweza, lakini mambo ilienda vile ilienda. Hii nyingine imeanza hapa chini ndio imetuletea shida ile kubwa sana katika Kenya hii. It has been the the topic of this country for the last one week that kuna vita iko Angata na watu wanauliwa kiunyama kwa barabara, hiyo ni kitu haijaifanyika. Tunasikianga hii maneno kule Baghdad kule Iraq, sio sio wa ng'ata. Ifai kuwa ng'ata, ilikujaje mpaka ikafika hapa ng'ata? Kama uliuza shamba na unataka ku, kulete mzozo, tunafaa kukemea. Hatutaki maneno kama hiyo.